Sasa tuelekee kaunti namba ishirini na nane. Jamii kutoka kaskazini mwa nchi zimeadhimisha mwaka mmoja wa utulivu kwa nyimbo, chakula na ngoma, huku zikitoa wito wa kuendelea kuishi kwa amani na utangamano. Jamii mbalimbali za wafugaji ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikikumbwa na migogoro ya rasilimali katika maeneo yao ya asili zilikusanyika huko Nanyuki, Laikipia, katika sherehe yenye mvuto wa kuadhimisha mwaka wa amani wameweza kuandalia chakula tofauti tofauti. The main dishes here especially from the Burji. Uh, Burji wanajulikana kwa mambo mingi Burji za agro pastoralist. Wengine wanaona Burji ni wa, si wafugaji ama wanasema ni wakulima. La hasha, Burji ni wakulima, huwa wanafuga mifugo na pia wanakuza mimea. Wasomi, watu wasomi wengi, wanao hawavali ukalcha sana sana na wameingia hii modern life sasa place kama Nyanyuki ukiita watu mambo na culture inakuwa ngumu sana, juu hawaelewi. Waswahili ndio walikuwa wa kwanza kuanza kuanzishiwa dini ya Kiislamu kutoka kwa Waarabu, ndio ikasambaa ikaja mpaka Afrika ndani interior, na ndio tukachanganyikana pia na hao watu wa kutoka coast na sisi tukarithi hizo mila za Kiswahili kutoka kwa babu na baba zetu, na ni siku ambayo inajumuisha hasa wale wakiwa hapa, mara nyingi wanakuwa mbali na kwao kama Marsabit, Garissa, Mandera, Siolo na sehemu zingine. Leo wamekuwa hapa kuonyesha utamaduni utama yao, na pia kufunza watoto wao ya kwamba hawa wakiwa wanaishi hapa na nyuki pia, waelewe lugha, waelewe utamaduni, jinsi ya kuvaa jinsi ambao wanaweza kuwa pamoja.